Kwa nafasi hii nimesimama mbele yenu kushukuru, nimesimama mbele yenu kushukuru kwa washiriki wote. Hatujafanya bure, kuna kitu tumekipata. Nafikiri hata Mungu wetu anashuhudia hey. Hatujafanya bure, hatujapoteza muda. Naomba siku nyingine tutatangaza hivi hivi tuweze kushiriki pamoja. Hapa kuna kitu kinafanyika ambacho mimi na wewe inawezekana tusijue, lakini kinaweza ikawa na faida sana kwenye maisha yetu ya kila siku, lakini pia katika maisha yetu ya, ya, ya, ya, ya, ya, sisi kama jamii, kwa sababu tunajaribu kutengeneza upendo tunajaribu kutengeneza mahusiano mazuri, lakini pia ili ni jambo ambalo linashuhudiwa na, na watu wengi, kama nilivyoongea pale kanisani leo. Hiki kinachofanyika hapa kinaenda kufika mbali zaidi. Huyu bwana ametengeneza tovuti ambapo haya matukio yote yote, na nafikiri kwa wale ambao mtanii Tuta, tutapewa linki ambao unaingia tu kwenye nini basi, unaweza ukaona kila kitu kinachoendelea. Basi katika hali hiyo mimi nawashukuru sana. Sasa kama nilivyosema, tuna wachungaji wetu ambao wameshiriki pamoja na sisi leo na wenyewe wamekuwa washindi. Nafikiri kama nakumbuka, wenyewe wamekuwa washindi, hivyo wamekabidhiwa zawadi zao. Tutawakabidhi baada ya, ya ya ya, naomba tu wachungaji wetu wawe na neno, pengine tuanze na Mchungaji Mwakalundwa, alafu mchungaji mwenyeji atatu atamalizia, na tutakuwa tunafunga tunaondoka mahali hapa. Karibu, asante jamani. Bwana Yesu asifiwe. Amina, haleluya. Kwanza kabisa ninamshukuru Mungu, la pili nakushukuru kakangu Mwambuluma kwa ajili ya kusanyiko hili. Asante Mungu aliyeweka ufunuo ndani mwako pamoja na wale wengine ambao ni timu inayohusika. Hii ni, ni, ni nzuri wapendwa, kwa ajili ya kutuweka pamoja kama alivyosema alivyosema hapa, tunadumisha nini jamani? Upendo, lakini pia hata mwili nakaa vizuri. Inawezekana labda jioni hii ungekuwa sehemu nyingine ungefanya vitu vingine ambavyo sio vizuri, lakini umekuja hapa, umefurahi, unaondoka na amani kwa Mungu awakujalie uh, neema pamoja na timu yako, muendelee kufanya hivi. Natamani na hata siku moja nyingine utuwekee kitu, nami nitakuja na vijana wangu Waluangwa tushindane na vijana wa nani mpira e, e, ant, antikukina une okay. <laughs> Natamani kitu kama hiki ni kizuri sana na sisi natamani tuige na sisi ile tuunge, tuunge huku Amina. Mungu awabariki uh, pamoja na timu yako. Amina. Na Mungu awabariki wana jamii yote ya Manow kwa ajili ya mwitikio. Yeah. Natamani hata siku nyingine tunavyokuja kiwanja kiaknini hapa. Hata watu wajue kuna nini huko? Sasa kuna, kuna, kuna, kuna kitu cha shangwe na kitu cha kudumisha upendo. Mungu awabariki na atubariki sisi sote. Amen. Amen. Amen. Binafsi sina maneno mengi ya kusema ila, ninaona mwaka huu ulivyoanza kwa namna ya michezo. Toka nimesikia make, haya ni mashindano kama ya tatu sasa. Sijui, sijapata bahati kuhudhuria yale ya kwanza, lakini naona ni mwaka ambao umekuja kwa hali ya tofauti, watu wakiona umuhimu wa, wa kutoa fursa kwa ajili ya michezo kikubwa zaidi ambacho tunakipata hapa ni faida ya kwetu sisi hasa katika mazingira yetu ya kiafya. Unapokimbia unaweka mwili wako vizuri, lakini kama pangekuwa kuna shida ndani ya mwili wako pia hiki ni kipimo. Sio lazima mpaka uende maabara ukaambiwe kwamba kuna shida mahala fulani, lakini kukimbia tu kule kunakuonyesha kwamba hali ya afya ya kwako wewe ni, ni iko katika namna gani kama wanavyosema wana michezo kwamba michezo ni nini? Ni afya. Kwa hiyo kwangu mimi nimekipenda sana, na nashukuru kwamba sote tuliopo hapa watu wa Ndembo na wengine waliokuja hapa tumekipokea. Nafikiri tukidumishe, tukiishi, hiyo ni sehemu tu ya maisha. Ukiangalia hapa kuna rika, watoto wadogo kabisa, watu wa katikati, watu wazima na wazee, lakini kwa huo umoja wote tumeshiriki. Aliyeshangilia ameshiriki, aliyekimbia ameshiriki sisi tuliosimama na kuendelea kuombea mahali hapa tumeshiriki. Amina jamani, kwa hiyo mimi na, na, na, sana mzee, kama alivyosema mchungaji hapa, maono haya yadumishwe yani, yani, yawe yani yawe endelevu, yawe endelevu, ni kwa sababu yanatusaidia sisi yamkini sote. Katikati ya mkini katika wiki atukutani sehemu tukacheka tukafurahi tukaongea, lakini hapa tayari umeshatukusanya hayo yote, yamefanyaje yameendelea, kwa hiyo ni pongeza sana jambo hili na, na sisi tupo tayari tusapoti kwa muda wetu, kwa vyovyote vile tutakavyoweza kusapoti ili tuone kwamba tunatembea katika njia hiyo. Asante sana wachungaji wetu. Basi, kwa nafasi hii pengine, tume naomba tustizane na jamani, <coughs> nitoe upendeleo, tuna wageni hapa jamani, nafikiri tumefurahi wote. Hawa watu wametoka mbali Arusha huko. Sasa mmeona jinsi walivyoshiriki, hawa hawakuona aibu, nafikiri ni jambo la kujifunza. Hawakuona aibu, wameshiriki pamoja na sisi, walikuwa wawili, wametufurahisha. Sasa nitoe mmoja wapo azungumze, kabla sijamkaribisha serikali, maana hapa leo tuna mwenyekiti wa serikali ya kijiji, yeye atatufungia wakati na nini. Karibu mmoja kati Bwana Yesu asifiwe! wa wasifiwe! Jamani, sisi tumefurahi ku kuwa mahali hapa. Tumeuona upendo kwenye hiki kijiji, watu wanampenda Mungu, lakini kipekee tumeona ni kitu cha, cha tofauti sehemu kama hii kuwepo watu wanafanya michezo sio rahisi sana. Kwa hiyo Mungu awasaidie, lakini pia mfanye uhamasishaji kwa ajili ya wengine ambao hawajafika leo hapa. Siku nyingine kija kitu kama hiki tushiriki wengi. Amina, amina. Mungu awabariki sana. Amina, asante sana. Basi naomba mwenyekiti uwe na neno kabla hatujaaakna yes. Yes. mchezo wote olenamchezo wachungaji wetu simakwenu, nina kitu kimoja na diwani, tanisikia diwani, upo, tunataka goli, hii miamba ya goli kuanzia Ndembo plus, na kwa wanawake pale, piga kelele kwa mbunge wako Piga la mashauri kwako wewe mwenyewe tunataka goli za vyuma. Kama mwenyekiti wa kijiji nakuomba, maana pale pana eneo la kike. Juzi tulikuwa na goli kupitia shule ya sekondari yetu ya Ndembo, sijaona pale myamba. Na nami nimeshirika na watoto wa kike, wa kike mpira wa miguu yeah. Plus na mimi ni mwalimu wa michezo kwa upande wa kike enzi za miaka sabini na tano nilikuwa mwalimu wa kike <laughs> ndugu wenzangu mimi nitaka nipambane na pade na mwakariku na na chifu wetu kwanza, ningewapiga ruti sana vidhani zowezili watamipana hao watu na na wananchi. Tukumbushane kitu kimoja jamani mbele yetu kuna uchaguzi sawa, jamani, mbele yetu kuna uchaguzi. Ukiangalia kwenye TV wanasema kuboresha vitabu vya wapiga kura jitu kidogo. Asante sana Nasuru. Basi nafikiri wachungaji wetu Eric?

Basi jamani, baada ya hapo nafikiri tufunge hili kusanyiko, tuwe tayari kwa wakati mwingine ujao. Baada ya hapa tutakuwa na wiki mbili. Sasa wiki mbili manake, leo tarehe ngapi? Tarehe tisa. Kwa hiyo sasa tutarudisha kufanya Jumamosi, sio Jumapili, manake Jumapili inakuwa na mambo mengi kidogo kanisani na nini. Kwa hiyo sasa itakuwa tarehe tisa, tarehe kumi na sita tarehe ishirini na tano itakuwa tarehe ishirini na nne. Kwa hiyo jumamosi ya tarehe ishirini na nne tunategemea mchungaji, kama alivyosema, tunaweza tukapata washiriki wengine kutoka Lwangwa, ili tushindane pamoja, ata aende akahamasishe. Lakini pia kulikuwa na soda basi naomba hizo soda tunywe, lakini nyingi zimoketingapitana sindio? Naomba vijana ani wachukue tunywe wote hapa hapa.